Daa la saba nikafeli, nataka nichukua bibi nikaja nika, kuuza nika mayai jakatokea mama akawa ananihitaji nije Mtwara nifanye kazi ya kuuza mayai. Hizi ni kauli ngumu kidogo kuzisikia na kuzikubali kutoka kwenye vinywa vya watoto hawa kutoka huko mkoani Mtwara, ambao kwa umri wao pengine walipaswa kuwa shule, lakini leo wanajikuta mtaani wakiwatumikia watu kuwatafutia kipato. Dunia na mashirika mbalimbali mbali ya Kitaifa na Kimataifa hupinga vikali jambo hili, ndipo ikaanzishwa siku ya kupinga ajira na utumikishaji wa watoto ambayo huadhimishwa kila Juni 12 ya kila mwaka. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC ni miongoni mwa mashirika yanayopigania haki za binadamu zikiwemo hizi za watoto. Hapa nakutana na ofisa a ushirikishwaji jamii Nancy Masena taka kujua undani juu ya siku hii, eh, siku hii inaadhimishwa, labda pengine tuanzie kwa nini kuna tunakuwa tunaadhimisha hii siku? Ah, okay. Ah, nadhani dhumuni kubwa la ku la kuidhinisha siku ya kupinga ajira kwa watoto ni kwa ajili ya kuwalinda watoto kwa ajili ya kulinda usalama wa watoto pamoja na ustawi wao kiujumla. Uh, shirika la kazi duniani hilo mbili ndipo rasmi wakaanza kuidhinisha hii siku kimataifa duniani kote, na lengo kama nilivyosema ni kwa ajili ya kulinda haki za mtoto. Okay. Na pengine hivi tunavyozungumza hali ipoje, hasa katika uh, uh, suala zima la utumikishaji na ajira kwa watoto hasa kwa nchi yetu ya Tanzania? Okay, kwa nchi yetu kwa sasa tunaweza tukasema tatizo limepungua, limepungua kwa namna fulani, lakini bado, bado lipo. Tunashukuru kwamba jitihada ambazo wadau wameweka pamoja na serikali zinaonekana a, uelewa unaongezeka, watu wanafahamu a, kumuhim, kuna umuhimu gani wa kuto kumwajiri au kumtumikisha mtoto ha, hata tukiangalia tukiangazia ripoti yetu ya haki za binadamu ishirini ishirini na nne kwa mwaka, mwaka uliopita tumeweza kurekodi matukio ishirini na tisa ha, ya ajira kwa watoto au kutumikishwa kwa watoto ha, lakini ukilinganisha na mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ambako yenyewe yana pungufu ya, ya manne tu kwa hiyo mwaka 2023 tulirekodi matukio 25 laki, uh, I mean tulirekodi matukio 34, lakini laki, mwaka huu tumeweza kurekodi matukio okay, 29. Yes. Kwa maana yake, kuna kuna kuna maendeleo mazuri katika eneo hili. Yes, maendeleo yapo. Mm -hmm. Na labda pengine <coughs> uh, You know, inaonekana idadi uh, ambayo imepungua ni ndogo sana. Ugumu unakuwa wapi? Au uh, changamoto inakuwa ni nini? Uh, kama nilivyosema kutoka elfu mbili na ishirini na mbili ambako ndo rasmi maadhimisho haya yalianza, ni miaka kadhaa imepita, na maendeleo ina maana yalikuwepo. Tukisema tuanze kulinganisha takwimu toka miaka hiyo mpaka sasa tunaweza tukaona kwamba utofauti ni, ni mkubwa sana. Lakini unaona kwamba yanapungua ya lakini yamepungua kwa uchache uh, na hiyo ni ambayo tuliweza kuyafikia sisi kama kituo lakini tunaamini kwa ambayo bado hatujaweza kuyafikia, idadi tunaamini imepungua kwa sababu uh, ajira kwa watoto zimebaki kwenye sekta chache, sekta kadha wa kadha. Kwenye kilimo ukienda hususa kwenye pamba pamoja na kahawa, ndo unaweza ukakuta watoto wana, wameajiriwa huko wanatumikishwa. Uh, lakini pia sekta ya uvuvi nakuta watoto wengi bado wapo kule wanafanya hizo kazi Aa, lakini pia upande wa kazi za nyumbani, na nikisema kazi za nyumbani simaanishi mtoto ambaye yuko nyumbani, wanamaanisha wale wadada wa kazi, wasaidizi ambao huwa wana wana wanachukuliwa kama ajira kufanya kusaidia kazi za nyumbani. Hao na wenyewe pia tunaona hiyo eh, sekta pia ilikuwa inasumbua, lakini kwa sasa hivi kidogo imepungua. Ndio maana hata mtaani huku un, unasikia watu, ah, saizi kupata mdada wa kazi ni ni changamoto. Ni kwa sababu hiyo. Mtoto anakosa haki gani anavotumikishwa? Well, haki kubwa ambayo mtoto anakosa aa, ni haki ya elimu, kwa sababu ukimtumikisha mtoto, ina maana ule muda ambao angetumia kuwepo shuleni kupata masomo anakuwa yuko kwenye ajira ukibarua Mwana. A, haki nyingine ni ya kukua kama mtoto, hiyo pia ni, ni haki yake ya msingi. Mtoto awe kama mtoto akuwe kwenye mazingira ambayo ni salama A, ambayo yataweza kusaidia maendeleo yake na ustawi wake kiujumla. Kuna wale watoto tunashuhudia wanakuwa wanatembea mitaani wana, wana, wana, wanaomba kupitia watu ambao wana, wana, wana, wana ulemavu mwingine mtu aoni anaamua kumchukua mtoto anatembea ana, ana naye mtaani. Sina uhakika sana kama wale wengine wanakuwa ni wazazi wao. Swali langu ni kwamba pengine mtoto anafanya hivyo kwa mzazi wake huyu, anatafsirika ana, ana, ana vipi kwamba anatumikishwa au anamsaidia mzazi wake? Okay, uh, kwa mtoto ambaye anafanya kazi kumsaidia mzazi labda mwenye ulemavu, well ajira, uh, sheria iko wazi, sheria inasema umri chini ya miaka kumi na nne mtoto hapaswi kufanya kufanya kazi, lakini pia vilevile vile, kazi ambazo mtoto anaweza akafanya kuanzia hii miaka kumi na nne mpaka kumi na nane hapo ziwe ni kazi nyepesi ambazo hazimuharibii kwa namna yoyote ukuaji wake au maendeleo yake hususan ya shuleni. Kwa hiyo kama mtoto ana inafika mahali sasa anaacha shule au inashindikana kwenda shuleni ili aweze kufanya ajira yoyote ya kuweza kumsaidia mzazi, hiyo pia inaweza ikawa ni aina moja ya ya kutumikishwa. Hafanyi kwa kupenda, ni mazingira, lakini tuna tuna idara tuna taasisi, tuseme ustawi wa jamii ambao wanakuwepo, ku na wapo hapo kwa ajili ya kulinda ustawi wa huyu mtoto. Kwao inawezekana kumsaidia huyu mtoto kwa njia nyingine , lakini sio kusema ni sawa yeye kufanya ajira au kutumikishwa ili aweze kum support au kumsaidia mzazi wake. Kuna adhabu ambazo zinaweza kuchukuliwa kwa mtu ambaye sheria wa... yes, uh, inaongoza ikisema, kwa mtu ambaye anamtumikisha mtoto kazi ngumu au kazi hizo ambazo nimesema, ambazo zinaweza kum kumpunguzia au kumwondolea maendeleo yake uh, anaweza akalipishwa faini ya shilingi laki tano au anaweza akafungwa mwaka mmoja, akapata kifungo cha mwaka mmoja au adhabu zote mbili kwa pamoja yes. Kwa hiyo hata mzazi ambaye ana anamtumikisha mtoto wake kwa lengo la kumsaidia mzazi mwenye ulemavu, sheria hii inamgusa. Okay, kama nilivyosema uh, hata unavyoweza unasema kumsaidia, hamtumikishi yani kuna, kuna nyakati mazingira yanatuzuia. Sidhani hata kama huyo mzazi ambaye ana ulemavu ye mwenyewe anafurahia mtoto wake, au labda ye amekaa kwenye wheelchair, mtoto anamsukuma, wanaomba fedha barabarani, lakini kuna nyakati mazingira unakuta yanasababisha na, ya mzazi anashindwa ya sasa yeye kuwa kuweza kumhudumia huyu mtoto, unajikuta mtoto anamhudumia mzazi. Lakini kama nilivyosema, tuna sekta ambazo zipo kwa ajili ya kumlinda huyu mtoto na zinaweza zikamsaidia mtoto. Ni anatakiwa kulindwa kwa namna yoyote, yani hauwezi kukompromise, haijalishi mzazi anapitia nini au anafanya nini, kwa sababu unavyoelewa familia au mtoto sawa, mtu mmoja kama kwenye familia kuna mtu ana tatizo la ulemavu au ana changamoto yoyote ya kiafya ambayo inafanya anashindwa kuweza kumhudumia mtoto then I believe familia hiyo ina inapaswa kulibeba hilo na kuweza kumsaidia huyu mtoto aweze kukua kwenye mazingira ambayo ni salama. Ukipita maeneo mbalimbali ya mijini, hasa kwenye vituo vya mabasi, huwezi kukosa kuwaona wa watoto wakifanya biashara ndogo ndogo, na wengi wao sio za kwao, bali hutumwa na watu wanaowatoa huko vijijini. Hem, tuasikie watoto hawa kutoka kituo cha mabasi huko mkoani Mtwara. nimemaliza shule darasa la saba nikafeli sakanichukua bibi nikaja, nika, kuuza nika mayai. Ila kipatikana mtu akinisome, wa kunisomesha, naweza nenda nikasome, ila familia yangu ba, n, nataka kuendelea na masomo, ila familia yangu haina mawezo ya e, e, e, kunisomesha. Nimemaliza shule mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Kwa bahati mbaya, kwa bahati mbaya ni, ni kwa, nikashindwa kufaulu darasa la sala saba. Kwa hiyo mimi nikakaa nika nyumbani kama mwaka mmoja, yakatokea mama akawa ananihitaji nije mtwala nifanye kazi ya kuuza mayai mama. Kwa bahati nzuri akanipata nikaja. Kwa leo mimi nauza mayai na nalipwa shilingi elfu arobaini kwa mwezi. Sina malengo na shule. Jamii inasemaje kuhusiana na ajira na utumikishaji wa watoto? Wapo baadhi ya wazazi hawaungi mkono jambo hili, endapo mtoto kama amechukua biashara, ni swala sio la mtoto, ni mzazi pia awajibike. Changamoto ni wazazi sisi, tunapokuwa na wanandoa ni kutengana, nayo nachangia mza, mtoto anakimbilia kwa mama, mama anakuwa kiuchumi anashuka, anaposhuka mama anakuwa ana uchumi nao, inabidi ampe mtoto biashara, wapate kula ndani. Kwa kweli si vyema kutokana na umri walionao. Kwa hiyo, iko budi wazazi tujaribu kupeana ushauri kwa yoyote, mzazi yoyote yu atakayemwona yuko na mtoto wa umri huo aweze kumpa ushauri kwamba asimfanyishe kazi kutokana na umri wake, amhimize juu ya kwenda shule. nikarudi tena kwa Nancy nini kifanyike sasa, pengine katika kudhibiti au kuendelea kupigania hili tatizo? Ah, okay. Kikubwa ni kuhakikisha tunaendelea kuzi kuzi champion niseme, au kuziadvocate sheria ambazo tunazo, kwa sababu sheria tunazo na ziko wazi, zinazuia na kukataza kabisa ajira kwa watoto ah, lakini pia tuendelee kama kama jamii sisi ndo tuna, tuna nguvu ya kuamua kwamba hili jambo liishe, ya kuamua tulinde watoto wetu, uh, waendelee kusoma na kupata haki zao nyingine za msingi tukiona kuna tukio mtoto ame, ameajiriwa au mtoto anatumikishwa, basi tuwe wepesi kuripoti kwenye vyombo husika ili sheria iweze sasa kufanya kazi yake. Lakini pia tusichoke kuelimishana. Swala lote ambalo linamgusa mtoto ni swala la jamii nzima. Mtoto sio wa mtu mmoja kwa hiyo tusi, tusichoke kuendelea kutoa elimu kila nafasi ambayo tunaipata hususa kama nilivyosema uh, vijijini bado elimu inahitajika, bado inahitajika sana. Kwa hiyo wadau au hata wewe mwenyewe uwe balozi, yani ikitokea umeenda mahali unaona mbona mm, huyu mtoto yuko hapa anatumikishwa, fanya jambo kumnusuru na. Uh, huyo ni Nancy Masena, ni ofisa ushirikishwaji jamii wa LHRC, kituo cha sheria na haki za binadamu hapa Dar es Salaam. Leo tumekuwa tukiangazia siku ya Kimataifa ya kupinga ajira na utumikishwaji wa watoto ambayo dunia huiadhimisha, na tumezungumza mengi eh, kwa muda huu mfupi kuhusiana na swala zima la utumikishwaji wa watoto, ameasikia mengi sana. Mimi naitwa Juma Muhammad kutokea Clouds.